Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Martin Laizer, naweza kuniita Apostle Laizer. Mchana wa leo ningependa tutafakari pamoja Zaburi ya ishirini na tatu. Wengi mnaijua, lakini hebu itafakari katika kumtumaini Mungu katika kujua ukuu wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu ambao unatafuta maisha, uchumi uko vibaya, maisha hayaendi, kumbuka mwenye vitu ni Mungu, hata kupungukia. Unilaza katikati ya malisho ya majani mabichi, kando ya maji matulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu, uniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Hata nikipata, nikipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami najieleza vizuri sana sijui, changamoto gani unapitia, sijui moto gani unapitia, na wewe hujui nayapitia, lakini Mungu anachua, Mungu anaona, na yeye atakupitisha salama. Huwa nasema hivi, usiogope kupita katika moto mkubwa au jaribu kubwa. Ogopa sana kama Mungu hatakusaidia, lakini kama unatumaini kwamba Mungu atakusaidia Songa mbele. Mstari wa tano waandaa meza mbele mbele yangu machoni pa adui zangu. Ninyi maadui zangu, furahi ni tu, lakini Bwana ananiandalia meza mbele yenu, na akiniandalia ujua atanipa ushindi. Unayenitazama na kunisikiliza usiogope hivyo vikao vya kukuhukumu hivyo vikao vya kukuharibia, hivyo vikao aiza unavyovijua au vya sirini, Bwana yupo na wewe. Na hicho kikombe hicho hicho kikombe alichokiandaa ili kukunywesha ili kukun, kukupa mzigo ambao utakuondoa, sikiliza, watakinywa wenyewe. Sema Bwana wa majeshi, waandaa meza mbele yangu Machoni pa adui zangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Hakika wema wako wema na wema na upendo vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Sikiliza, nasemaga hivi, ni afadhali kuanguka mikononi mwa Mungu, atakuinua tena kuliko uanguke afu mkimbilie Shetani. <tuhi> Nahitaji utulie, unielewe, ni afadhali uanguke mbele ya baba yako akupe adhabu mwenyewe akurejeshe mwenyewe. Neno la Mungu lasema kwamba linafaa kwa kufundisha, kuadabisha, kwa, kwa kuonya na kuelimisha. Kwa hiyo ukijihesabia haki hata kuhesabia ukijiona wa maana bila Mungu sio wa maana. Haleluya, nikutie moyo siku ya leo kwamba hilo jaribu, hilo hitaji lako ambalo unamwomba Mungu kila siku na bado halijatimia, usivunjike moyo. Kuna mtu aliye kusema maisha ni foleni, lakini pia sio foleni tu maisha hayakupi unachokitaka maisha ya kimungu haya eh? Hayakupi unachokitaka yanakupa unachokistahili maisha ya kimungu na unaweza ukasema, mbona wakina fulani matajiri wana hichi wana hichi? Nikuulize swali, unajua mungu gani anamwabudu? Unajua asili ya mali zao? Anyway, mafanikio mafanikio inategemea tafsiri unayoipa kwa sababu mwingine, kuwa na amani tu na hicho kidogo alicho nacho ni mafanikio. Ana sehemu yake, analala, anakula, analisha watoto wake, anabudu mungu wake, ni mafanikio. Mwingine magari, majumba, mandio, magari makubwa ya kifahari, kubalisha kila mara ndo mafanikio kwake. Mwingine kuwa na ng'ombe wengi, mbuzi wengi. Mwingine kuvaa vizuri tu kila siku ndo mafanikio. Kwa hiyo tunacho tunachoomba kwamba Mungu atupe roho ya utoshelevu ili tuweze kuelewa utajiri tunaozungumzia. Lakini usisahau kwamba kitabu cha Kumbukumbu la Torati linasema kwamba anayetupa utajiri ni Mungu, lakini sio anatupa utajiri Mungu anakupa nguvu za kupata. Maana yake ili upate utajiri unahitaji nguvu kuna nguvu. Kwa hiyo, nao unaosema wametajirika, kuna nguvu anayo na inawezekana sio nguvu unaitegemea wewe. Hata mashetani wanatajirisha, kwa sababu tunaongelea vitu vya kimwili, lakini utajirisho wa kiroho ni cha tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme Mungu akubariki. Shalom, shalom, Ibenezi.